Hivyo basi ukaguzi wa afya ya matibabu na vipimo vya damu. Watu wengi huja na hufanya vipimo vya damu mara kwa mara, lakini hatujui ni kwa nini tunafanya hivyo na ripoti zitakazokuja kesho ni nini. Kwa hiyo tutazungumzia kuhusu hilo kwenye video hii. Kwa hiyo sasa, kwa kufanya ukaguzi wa afya mara kwa mara, tunaweza kugundua mapema magonjwa mengine ambayo huwa kimya sana na kuanza matibabu mapema, lakini kuna vipimo vingi vya damu. Kwa hiyo ni kipimo gani cha damu ambacho ni sahihi kwako na maana ya vipimo hivi vyote vya damu ni nini? Katika video hii tutaona ripoti zote zinasema nini. Basi hebu tuingie kwenye video. Kwa hiyo, kwanza kabisa, haijalishi ni kipimo gani cha damu unachochukua, moja ya vipimo muhimu sana vya awali ni kile tunachokiita complete blood count. Hiki ni kipimo kinachoonyesha hali yako ya afya kwa ujumla. Katika hiki kipimo, jambo la kwanza muhimu kuangalia ni hemoglobini na RBC, kama tunavyosema. Kama hivi viko chini, kuna uwezekano mkubwa kwamba una upungufu wa madini ya chuma kwenye damu yako. Kwa hiyo kama RBC na hemoglobini viko chini, inamaanisha kuna uwezekano wa kuwa na anemia, yaani udhaifu. Jambo la pili la kuangalia ni kile tunachokiita WBC. Hizi ni seli nyeupe za damu. Kwa hiyo hizi seli nyeupe za damu hazipaswi kuwa nyingi sana wala chache sana. Kwa hiyo kama kwenye ripoti yako ziko nyingi, inamaanisha una udhaifu fulani au una maambukizi. Kama hizi ziko chache sana, inamaanisha kinga yako ya mwili iko chini sana kawaida inapaswa kuwa kati ya elfu nne hadi elfu kumi na moja Ukiangalia ya tatu, tutasema kutasema platelet. Hizi ni seli zinazohusika na kuganda kwa damu yetu. Platelet hizi kawaida zinapaswa kuwa kati ya laki moja na nusu hadi laki nne. Kama hizi ziko chache sana, ukiangalia jinsi dengue inavyotokea wakati fulani, sasa itakuwa ni upungufu wa laki moja kwa hivyo, hali ikiwa hivyo, kuganda kwa damu kunapungua, ndiyo maana kutokwa na damu kunakuwa zaidi. Tutasema ni hesabu kamili ya damu. Haya ni mazungumzo. Kwa hiyo haijalishi ni mtihani gani utachukua, huyu atachukua kwa hiyo angalia kifurushi. Kwa hivyo, ikiwa una hemoglobini ya chini, basi unaweza kuwa na upungufu wa anemia ya chuma, vinginevyo vitamini B12 ni ya pili kwa kawaida. Kwa hiyo angalia mtihani wa sukari ya damu. Kwa hiyo hii ndio ninakuja kuona kama nina ugonjwa wa kisukari au la. Inakuja kwa watu wengi. Hii ni ya kimya, hii ni kawaida, ilichukua muda mrefu kupigana. Kwa hivyo uharibifu wa sukari ulikuja na umepata, basi matibabu ni rahisi sana. Ikiwa unatazama mtihani wa sukari, watapima vigezo vitatu muhimu kwanza sukari ya damu ya kufunga, ambayo kawaida huchukuliwa baada ya kufunga kwa saa 18 usiku na kutokula. Kigezo cha pili ni kujua ni sukari ngapi mwilini bila chakula chochote, kisha sukari ya baada ya kula itakuambia hiyo. Ni mtihani wa damu unachukuliwa saa mbili baada ya kula. Kwa hiyo ulikula chakula ngapi? Watu wengi hawajui kwamba kipimo cha tatu muhimu zaidi cha damu ambacho kinaweza kutumika kupima sukari ya damu ni HbA1c. Ukiangalia, hii ni kiwango cha wastani kwa miezi 13. Watu wengine huja na kupima damu kwa sababu wamekula usiku uliopita, kwa hivyo wanakuja kila siku na sukari iko juu, lakini mama pekee ndiye anayekuja na kula kawaida ili aepuke. Hii ni kuangalia ni sukari ngapi ya damu imedumishwa kwa miezi hiyo mitatu. Kipimo hiki cha sukari kwenye damu hufanywa ili kuangalia kiwango cha sukari kwenye damu. Ugonjwa wa kisukari unaweza kugunduliwa na kudhibitiwa bila vidonge vya kurekebisha lishe. Katika siku zijazo, vidonge pekee vinaweza kutumika. Jambo la tatu muhimu sana ni kuangalia wasifu wako wa lipid na kuwaambia kuwa hii ni afya ya moyo wako. Ugonjwa wa mshtuko wa moyo ndio sababu kuu ya vifo ulimwenguni. Kiwango hiki cha juu cha cholesterol ni sababu kuu ya hatari. Kwa hivyo wasifu huu wa lipid ni muhimu. Cholesterol hii. Hii vipimo vya damu tunavyosoma vinaweza kugawanywa mara nne. Kigezo cha kwanza ni jumla ya cholesterol yote iliyopo mwilini. Ikiwa kiwango hiki kiko juu, basi uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo ni mkubwa. Kigezo cha pili ni kile tunachokiita LDL. Hii ni aina ya cholesterol mbaya. Wale ambao wana kiwango kikubwa cha LDL wana uwezekano mkubwa wa kupata mishipa kuziba. Kwa hiyo kwa watu hawa, uwezekano wa kupata shambulio la moyo ni mkubwa kidogo. Kigezo cha tatu ni, hii ni cholesterol nzuri. Huwa na kiwango kikubwa cha HDL ni jambo zuri, lakini kwa watu wengi huwa chini. Ikiwa iko juu, kazi yake kuu ni kuondoa na kutoa cholesterol mbaya mwilini, hivyo kwa sababu hiyo matatizo ya moyo hupungua. cholesterol nzuri. Kigezo cha nne, ikiwa hiki kiko juu, ina maana kuwa hatari ya kupata shambulio la moyo ni kubwa kidogo. Hivyo wale ambao wana kiwango kikubwa cha lipid profile, hasa kwa watu wenye kisukari, he, ukiangalia hivyo, kuna uwezekano mkubwa wa kupata shambulio la moyo na kiharusi. Hii pia inaweza kuathiri watu wenye shinikizo la damu la juu, kwa hiyo ni vizuri kufuatilia mara kwa mara. Ni bora ukiangalia, wale ambao wana kiwango kikubwa cha wanapaswa kupunguza vyakula vya kukanga na kuongeza mazoezi na shughuli za kila siku. Kipimo cha nne tunachoenda kuangalia ni liver function test. Sasa ini ndiyo kituo kikubwa cha kutoa sumu mwilini, yaani miogani inayoweza kutoa vitu visivyohitajika mwilini. Kwa hiyo uharibifu wa ini ukitokea kwa muda mrefu, mara nyingi haitagundulika kwa urahisi. Kwa hiyo hapa tutaangalia vipimo kumi na tatu muhimu sana. Kwanza kabisa, kuna ALT na AST. Ikiwa hivi viko juu, inamaanisha kazi ya ini imepungua na kuna uwezekano mkubwa wa uharibifu wa ini kwa wagonjwa hawa. Kipimo cha pili muhimu ni bilirubin. Ikiwa kiwango hiki kiko juu, kuna uwezekano wa kupata homa ya manjano of jaundis. Unaweza kugundua kwa macho kuwa macho yote yatakuwa na rangi ya manjano. Zaidi kwa watu wengi wanaokunywa pombe na wale wanaokunywa maji mengi, kiwango hiki cha bilirubin kinaweza kuwa juu zaidi. Kipimo cha tatu muhimu ni albumin. Albumin ni aina ya protini ya kawaida ambayo hutumika zaidi kugundua upungufu wa lishe mwilini. Kama kiwango cha albumin kiko chini, inaonyesha kwamba lishe yao si nzuri au mwili hauwezi kufyonza chakula ipasavyo. Hii pia inaweza kuwa dalili ya ugonjwa wa ini. Kwa hiyo, kama vipimo vya kazi ya ini viko vibaya, kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na mafuta kwenye ini, homa ya ini hepatitis, au ugonjwa wa ini unaotokana na matumizi ya pombe. Kwa hiyo, kipimo cha tano muhimu ni kipimo cha utendaji wa figo. Figo zetu ndizo zinachuja taka zote kwenye damu yetu vizuri na kuzitoa nje kupitia mkojo na kuhusu dalili zake, watu wengi wana ugonjwa wa figo uliosonga mbele bila hata kujua, kwa sababu mara nyingi hauonyeshi dalili mapema. Kwa hiyo hata hivyo, kuna vigezo viwili muhimu vya kuangalia Onu, urea kreatinine apetiruku. Ukiona viwango vya juu vya hivi, kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na matatizo ya utendaji wa figo. Watu wengi wenye kisukari cha muda mrefu, figo zao zinaweza kuathirika na kiwango cha kreatinine huwa juu. Kwa hiyo kama kiwango kiko juu ya 1.2 ina maana kuna uwezekano wa kuwa na tatizo la figo. Jambo lingine muhimu ni kuhusu serum electrolytes. Hadi sasa hakuna tatizo lolote. Sodium, potassium, magnesium na chloride ni ioni kuu ambazo zinapaswa kuwepo kwenye damu kwa viwango sahihi. Kama kazi ya figo imeathirika, hizi electrolytes na usawa wake pia vitaathirika kwa hiyo kutokana na hili kuna uwezekano wa kupata matatizo ya moyo na mishipa ya fahamu moja kwa moja. Ndiyo maana tunapofanya vipimo vya kazi ya figo, hasa kwa watu wenye kisukari, shinikizo la damu au wanaume, tunaweza kugundua ugonjwa wa figo mapema. Kwa hiyo, baada ya hapo, wanaweza kubadilisha tabia zao za chakula na dawa, na hivyo kuzuia ugonjwa mbaya wa figo. Ili kulinda afya ya figo, kunywa maji ya kutosha na punguza matumizi ya chumvi. Jaribio lingine muhimu la damu ni kipimo cha kazi ya tezi ya thyroid. Tezi ya thiroid ndiyo inasimamia mabadiliko ya mwili, nishati na kuongeza uzito, na yote haya yanadhibitiwa na kiungo hiki kimoja, na unaweza kugundua hali yake kwa kipimo rahisi cha damu. Ukipima damu, kuna vipimo vitatu muhimu vya kuangalia. Habari za asubuhi psh idha tezi kusisimua homoni apetiruku. kwa hiyo ikiwa kiwango hiki kiko juu, inamaanisha kazi ya tezi yako ya thiroid imepungua. Kwa watu wengi pesh huwa juu. Wakati huo, daktari anaweza kuandika dawa kama therotine au therotine. Kwa hiyo inafanya kazi kinyume chake kiwango cha TSH kikiwa juu inamaanisha kazi ya tezi yako ya thyroid imepungua. Kwa baadhi ya watu wanaweza kuwa na hypothyroidism, kwao kiwango cha TSH kinaweza kuwa chini. Ndiyo maana kwao madaktari huangalia pia viwango vya T3 na T4. Hizi ndizo homoni za thyroid T3 na T4, hizi ndizo homoni kuu za thyroid zinazofanya kazi mwilini, lakini ni ngumu kidogo kufuatilia hizi moja kwa moja. Kwa hiyo kama iko juu na T3 T4 ziko chini, inamaanisha kazi ya tezi yako ya thyroid imepungua. Kwa hiyo kipimo cha kazi ya tezi ya thiroid ni kipimo cha damu na kwa wanawake na wanaume, tunaweza kugundua kwa urahisi kama kuna tatizo la thiroid au la. Na kama una tatizo la thiroid na hujagundua, unaweza kupata ongezeko la uzito, nywele kuangoka na mabadiliko ya hisia mara kwa mara. Kwa hiyo tunaweza kugundua kwa urahisi kupitia kipimo cha damu. Na mwisho, hebu tuangalie kipimo kingine muhimu cha damu, ni kipimo cha vitamin D na vitamin B12. Kipimo hiki ni hasa kwa ajili ya kugundua upungufu wa vitamini hizi. Watu wengi hawajui kwamba wana upungufu wa vitamin D na B12 kwa hiyo ukiwa na upungufu wa vitamini D utapata maumivu ya mifupa, misuli yote mwilini itakuwa dhaifu, watu watakuwa wanachoka kwa urahisi, kinga mwili pia itashuka. Watu wengi wana upungufu wa vitamini D kwa sababu hawatoki nje mara nyingi, wengi wao hufanya kazi ndani ya chumba. Hivyo ukipima vitamini D, zaidi ya asilimia themanini iko chini ya kiwango, wengi matokeo yao yako chini ya kiwango kinachotakiwa. Hii ni moja ya upungufu wa vitamini. Ya pili ni upungufu wa vitamini B kumi na mbili ambayo ni muhimu sana kwa kazi ya neva zetu yaani udhaifu wa mwili, kushindwa kufanya kazi, hisia ya kufa ganzi, matatizo ya neva yote haya yanaweza kusababishwa na tatizo hili. Mara nyingi upungufu wa vitamin B12 unaweza kusababisha anemia. Chanzo kikuu cha vitamin B12 hupatikana kwenye vyakula visivyo vya mboga na nyama isiyo ya mboga, maziwa, jibini pania apadan irukum kwa hiyo watu wengi wanaoepuka vyakula hivi wana uwezekano mkubwa wa kupata upungufu huu. Kwa hiyo kama una maumivu ya misuli yasiyoisha, ngozi kavu au unahisi uchovu mara kwa mara, ni bora ukapime hii. Hii ndio moja ya vipimo vya kawaida vya damu. Haijalishi ni aina gani ya uchunguzi wa afya unafanya, kipimo hiki ni muhimu sana kuangalia. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba watu walio na umri wa miaka 30 na kuendelea wachukue kipimo hiki cha damu angalau mara moja kila baada ya miaka miwili, na kwa wale walio na umri wa zaidi ya miaka 50, hasa wanawake, ni vizuri kufanya kipimo hiki cha damu kila mwaka. Na kama una kisukari, hakika unafanya kipimo hiki cha damu mara moja kila miezi sita. Kama una matatizo ya tezi thyroid, pia fanya kipimo hiki cha damu mara moja kila miezi sita. Kwa hiyo video hii itakusaidia sana. Kama umeipenda, tafadhali like, share, usisahau kusubscribe kuituma kwa marafiki zako. Kufanya vipimo vya damu kama hivi na kujali afya yako kwa gharama nafuu, unaweza kuwa na uhakika kuepuka magonjwa na matatizo ya muda mrefu. Tutaonana kwenye video inayofuata. Asante.